Alipotishia ndoto ya taifa: vita ya kimya kati ya nya Nyerere na Kambona iliyobadili historia ya Tanzania. Mbele ya taifa akiwa bado anaamini kuwa mapinduzi hayakuwa mali ya mtu mmoja, alizungumza kwa sauti ya utulivu, lakini ndani yake kulikuwa na msuguano wa hatari msuguano, msuguano kati ya uaminifu kwa kiongozi na uaminifu kwa dhamira. Hapo ndipo mgongano kati ya Julius Kambarage Nyerere na Oscar Salathiel Kambona ulipoanza, si kwa risasi bali kwa hofu ya mawazo, si kwa mapigano ya wazi bali kwa vita vya kimya vya mamlaka, uaminifu na mustakabali wa taifa changa. Kambona hakuwa mtu mdogo katika historia ya Tanganyika na baadaye Tanzania. Alikuwa mmoja wa wapigania uhuru waliokuwa karibu sana na Nyerere, ushirika wa mapema, msomi, mwanadiplomasia na mwanasiasa mwenye mvuto mkubwa ndani na nje ya nchi. Kwa kipindi fulani, alionekana kama mrithi wa asili wa uongozi, mtu aliyekuwa na mtandao wa kimataifa, uwezo wa kuzungumza kwa kujiamini na uelewa wa haraka wa siasa za dunia. Lakini sifa hizo hizo ndizo zilizomgeuza kuwa tishio. Nyerere kwa upande wake hakuwa mtu wa kelele, alikuwa kiongozi wa maadili anayependelea uthabiti, uthabiti kuliko umaarufu, nidhamu kuliko umahiri wa haraka. Alijenga mamlaka yake juu ya maono ya muda mrefu, umoja wa taifa, ujamaa na kujitegemea. Lakini maono haya yalihitaji kitu kimoja zaidi ya yote, udhibiti wa mwelekeo wa kisiasa na hapo ndipo Kambona akaonekana kama mtu anayevuta taifa upande mwingine. Mgongano wao haukuwa wa ghafla, ulijengwa taratibu kama ufa mdogo unaopanuka ndani ya ukuta. Kambona alipata umaarufu mkubwa akiwa waziri wa mambo ya nje, alisafiri sana, alizungumza kwa uhuru na mataifa ya Magharibi na alijenga taswira ya Tanzania inayoweza kushirikiana kwa karibu na dunia ya kibepari. Kwa wengi nje ya nchi, Kambona alikuwa uso wa Tanzania, mwenye lugha laini, mwenye akili ya kimataifa na asionekana kuwa mkali kiitikadi. Lakini kwa Nyerere taswira hiyo ilikuwa na hatari. Aliamini kuwa uhuru wa kweli haukuwa katika kupendwa na mataifa makubwa, bali katika kujisimamia bila kutegemea huruma ya nje. Aliona hatari katika viongozi waliokuwa karibu sana na maslahi ya kigeni, hakuamini katika siasa za kujipendekeza. Na Kambona, kwa mtazamo wake, alianza kuonekana kama mtu anayevuka mstari, si kwa maneno makali kwa mwelekeo. Hofu haikuwa kwamba Kambona angefanya mapinduzi ya kijeshi. Hofu ilikuwa kubwa zaidi, kwamba angevuta akili za wasomi, wana diplomasia na vijana wenye ndoto za haraka. Hofu ilikuwa kwamba angegeuza Tanzania kuwa taifa linalotawaliwa na mvuto wa nje badala ya maamuzi ya ndani, na katika taifa changa hofu kama hiyo ilikuwa sumu. Mwaka 67 ulikuwa nukta ya mabadiliko, tangazo la Arusha lilitangazwa, msingi wa ujamaa wa Tanzania lilikuwa tamko kali dhidi ya unyonyaji, ubinafsi na ubepari. Kwa Nyerere lilikuwa dira ya kimaadili. Kwa Kambona lilikuwa hatari ya kiuchumi na kisiasa. Hakulikataa waziwazi, lakini hakulifurahia. Aliona hatari ya taifa kujitenga, kuogopa mitaji ya nje na kuharibu mahusiano ya kimataifa. Ndani ya chama na serikali, mvutano uliongezeka. Kambona alianza kutengwa taratibu, sio kwa tangazo rasmi, bali kwa ishara. Hakualikwa kwenye maamuzi muhimu sauti yake ikapoteza uzito, na kama ilivyo kawaida katika siasa za dola changa, kunyamazishwa kulitangulia kuondolewa. Kisha ukaja mshtuko. Kambona aliondoka nchini na baadaye akatangaza upinzani wake akiwa uhamishoni. Serikali ikamshutumu kwa njama za uhaini, madai ya kupanga mapinduzi na kushirikiana na maadui wa taifa. Mashtaka yalikuwa mazito na kwa wengi hayakuwahi kuthibitishwa wazi, lakini katika mazingira ya wakati huo swali halikuwa tena kweli ni ipi, bali usalama wa taifa uko wapi? Nyerere aliamini kuwa umoja wa taifa ulikuwa juu ya mtu yeyote. Kama Kambona alikuwa tishio, iwe ni la kweli au la kiakili, basi alipaswa kuondolewa. Hapa ndipo mjadala mgumu wa kihistoria unapozaliwa. Je, alilinda taifa au alizima mjadala halali? Kambona alipokuwa uhamishoni, aligeuka kuwa sauti ya upinzani mkali. Alikosoa serikali ya Nyerere kama ya kiimla, iliyoficha udikteta nyuma ya lugha ya maadili. Alidai kuwa ujamaa ulikuwa ndoto isiyotekelezeka uliowaumiza wananchi na kuzima ubunifu. Kwa macho yake, Nyerere hakuwa tena baba wa taifa bali kiongozi aliyeshindwa kuvumilia tofauti. Lakini ndani ya Tanzania simulizi lilikuwa tofauti. Kambona alionekana kama msaliti, mtu aliyekimbia, aliyekosoa taifa lake kutoka nje na aliyejiweka upande wa maadui wa mwelekeo wa kitaifa. Jina lake likafutwa katika historia rasmi, aligeuka kuwa kivuli, onyo kwa wengine Tofauti za mawazo zinaweza kuwa gharama kubwa. Mgongano huu haukuwa tu kati ya watu wawili, ulikuwa mgongano wa falsafa mbili za uongozi. Upande mmoja ulikuwa ni uongozi wa maadili wa polepole unaopendelea umoja hata kwa gharama ya uhuru wa mjadala. Upande mwingine ulikuwa ni uongozi wa kisasa unaoamini katika uwazi wa kimataifa, ushindani wa mawazo na uhalisia wa kiuchumi. Tanzania ilishagwa upande wa kwanza, lakini uchaguzi huo ulikuja na gharama. Kuondolewa kwa Kambona kuliondoa pia utamaduni wa mjadala mkali ndani ya uongozi wa juu. Hofu ikachukua nafasi ya hoja, utii ukapewa kipaumbele kuliko ubunifu. Taifa likapata umoja wa juu juu, lakini likapoteza mvutano wa mawazo unaochochea maendeleo. Hata hivyo, si haki pia kumfanya Kambona kuwa shujaa asiye na dosari. Alikuwa na tamaa ya mamlaka na hakuficha kabisa ndoto za kuwa juu zaidi. Uhusiano wake wa karibu na mataifa ya nje uliibua maswali halali. Katika mazingira ya Afrika ya baada ya uhuru yaliyokuwa yamejaa mapinduzi, uingiliaji wa nje na usaliti, tahadhari Nyerere haikuwa ya kipuuzi. Lakini historia haipimi nia pekee, hupima matokeo. Na matokeo ya mgongano huu ni taifa lililochagua uthabiti juu ya ushindani wa mawazo, taifa lililojenga heshima ya kimaadili, lakini pia lililokosa miadala mpana wa sera mbadala, taifa lililojivunia umoja lakini lililolipa gharama ya ukimya. leo mgongano kati ya Nyerere na kambona bado unawasha mijadala mikali. Je, Tanzania ingekuwa wapi kama Kambona ingebaki? Je, ujamaa ungechukua sura tofauti? Je, mijadala wa ndani ungekuwa mpana zaidi? Hakuna majibu rahisi, lakini jambo moja liko wazi. Mgongano huu unaonyesha hatari ya taifa changa linalompa mtu mmoja dhamana ya maadili yote. Unafundisha kuwa hata viongozi wenye nia njema wanaweza kuogopa mawazo yanayotofautiana na unaonyesha kuwa historia haijengwi tu na maamuzi makubwa bali pia na sauti zilizonyamazishwa. Huu haukuwa mgongano wa watu wawili tu. Ulikuwa ni mapambano ya roho ya taifa kati ya umoja na uhuru wa mawazo, kati ya hofu na mjadala, kati ya uthabiti na uwezekano. Na athari zake bado zinaonekana hadi leo katika namna Tanzania inavyokabiliana na tofauti, upinzani na mjadala wa kisiasa. Kambona alitoweka kwenye ardhi ya taifa, lakini swali aliloliacha halikuondoka. Je, taifa linaweza kuwa imara bila kuruhusu mvutano wa mawazo? Na hilo ndilo jeraha la kweli lililoachwa na mgongano huu. Jeraha linaloendelea kuumiza kimya kimya ndani ya historia ya Tanzania.